Unajua, sio kila mwenye changamoto ya uzazi anakuwa na changamoto ya afya, kwa maana ya physical or health problem. Kuna watu wengi wana changamoto za uzazi, hawawezi kujifungua kwa wakati, au wako kwenye ndoa kwa muda mrefu pasipo watoto, lakini shida zao sio za kimwili wala sio za kimaumbile. Unaweza ukaona kwa mfano mtu kama Abraham aliitwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12, na Mungu akamwahidi kupata mtoto, lakini Sara hakuwa na shida yoyote, lakini Biblia inasema kwamba hawakuwa na mtoto kwa muda wa miaka 25. Unakumbuka miaka 25, toka wameitwa hawana mtoto, lakini kwenye ndoa amekaa zaidi ya miaka hiyo. Unamkumbuka Isaka ameoa mke akiwa na miaka 40, amepata mtoto akiwa na miaka 60, kwa alikaa kwenye ndoa miaka 20 pasipo kuwa na mtoto. Kuna watu wengi wanafikiri kila lina changamoto ya uzao leo, yuko kwenye ndoa hajaoa yuko kwenye ndoa lakini hajapata mtoto, mwaka miwili, miaka mitatu, miaka minne, wametumia fedha nyingi, mali nyingi, wakijitahidi kutafuta changa suluhisho la changamoto yao hawaipati. Kuna vitu vingine vina asili ya kiroho. Changamoto ya Ibrahimu haikuwa changamoto ya kimwili. Kwa hiyo hata kama angepata specialist kutoka dunia ipi asingepata suluhisho. Changamoto ya Hana mkewe Elikana haikuwa health problem, kwa maana ya changamoto ya kimwili, ilikuwa ni ishu ya kiroho. Kuna watu wamefungwa katika nguvu za giza, watu wamerogwa, ishu za kichawi, ishu za kiganga zimesimama, mtu kwa kwenye ndoa hawezi kupata uzao, lakini leo ninakuhakikishia iko neema ambaye Mungu ameachilia Biblia haijaonyesha kwa uhalisia wake mtu ambaye alikuwa amelogwa akafungiwa uzao. Pendwa, mwana wa Mungu, yamkini unapita kwenye changamoto ya uzao, umetumia fedha, umetumia mali zako zote ulizokuwa nazo, umetafuta waganga, watu wa kila namna, lakini hujapata suluhisho. Lakini siku ya leo Mungu amenipa neema ni kushirikishe neno hili, ikiwa utalipokea neno hili na ikiwa utakubali kumwamini Mungu ambaye kwa namna ya pekee nimemwona akisaidia wengi. Nimeona watu wengi walio na changamoto za uzao, nimeona watu wengi waliopitiliza uzao, lakini Mungu aliponipa neema, nami nikawaombea, walifunguliwa na wakawazima. Na leo nataka nikuombee, lakini kama una changamoto hujapata mtoto muda mrefu, umebeba ujauzito muda umepitiliza, unapitia changamoto yoyote ya uzao, namba zinapita hapo chini, unaweza ukawasiliana nami na nina hakika Mungu atakufungua na utakuwa huru. Mungu akubariki, neema ya Kristo ikufunike, amen.